Ana, tumeona sura ya huyo aliyetoa tamko, anataja na majina yetu, langu la mzee Warioba na wengine, muachane na hayo, tuachane naye kabisa kabisa, kama na jeshi lake akaenda aseme huko, sisi hatumo, hatuwezi kuwa watu wa tabia hiyo. Jina langu ni Joseph Warioba Butiku, lakini vile vile niseme nisifiche fiche, mimi ni, ni mwanachama wa chama cha Mapinduzi. Niliwaomba kuwaona ili niseme neno kuhusu tamko hili la jeshi letu, au nivuka nikasema mimi vile vile ni askari mstaafu katika ngazi ya umeja mstaafu, ni kuja kuunga mkono katika sifa zangu hizi, tamko la jeshi letu la wananchi wa Tanzania kama lilivyotolewa na kanel una hiyo kauli, nimekuja kuiunga mkono. Ndiyo kauli sahihi ya jeshi letu, ndivyo navyoamini, na nimemsikia anasema namezungumza na waziri wetu wa ulinzi kuthibitisha kwamba hiyo ndiyo kauli iliyotoka na jeshi letu na akasema ni kweli, na imeandikwa, kuna mtu au watu wanajitambulisha kama wanajeshi wa jeshi la wananchi wa Tanzania. Sisi wazee hatukufurahi, na mimi nilifurahi zaidi niliposikia kwamba hao wanaojitambulisha au huyu aliyejitambulisha kwamba ni mwanajeshi na haridhiki na taratibu zinazosimamiwa na serikali yetu chini ya Rais wetu Dr. Suluhu Samia Hassan, kwamba haridhiki na kwamba wana mambo wanayotaka kama jeshi, tulishtuka lakini, baadaye tulipopata statement hii tulifurahi kwamba wao wanajeshi wetu wanasema sivyo. Katika sura yangu ile ya uzee na taasisi na raia mwema kutoa kauli na kuomba watanzania wenzangu wote, wazee wa vijana kama ninyi, watanzania wetu wote tuunge mkono jeshi letu kauli hiyo, na tuunge mkono rais wetu, na tuwe nyuma yao, rais akiwa komanda in chief wetu na jeshi letu linainda mali yetu na amani yetu na mipaka ya nchi yetu, na tusiruhusu hata kidogo watu wengine kutumbukiza humo siasa. Hilo la kwanza. La pili, jana tumeona sura ya huyo aliyetoa tamko. Sikutaka kumtaja jina, lakini nadhani mnaye. Nilimuona ana ndevu Pili, amevaa mpaka hapa nguo kama ya jeshi mpaka shingoni. Tatu, anasemea Tanga. Niseme mimi nimepita jeshini na bado unaweza kuniita, pamoja na uzee wangu, hatuna uniform hiyo sisi, wanajeshi wajeshi jeshi, wananchi wa Tanzania hatuna mvao huo kwamba utakuwa Tanga joto alafu umevaa mpaka hapa. Sisi tuna namna yetu ya kuvaa katika uniform ya jeshi la wananchi wa Tanzania, sio lile. Kwa hiyo si askari, na kama ni askari ana jeshi lake jingine, silo jeshi la wananchi wa Tanzania, na sipendi kuamini wala siamini kwamba ndani ya jeshi letu tuna watu wa aina hiyo, sidhani, siamini kwamba wa watu wa, wa namna hiyo. Anataja na majina yetu rangu na Mzee Warioba na wengine, mwachane na hayo, sisi hatumo humo, hatuwezi kuwa watu wa tabia hiyo. Sisi ni wazee wenu, tunapenda sana nchi yetu, tunaijua jeshi yetu. Mimi ni askari ndani ya jeshi hilo, mstaafu. Hatuna tabia hiyo, hatuna tabia hiyo. Tuachane naye kabisa kabisa, kama na jeshi lake aende aseme huko, kama na wazee wengine, hatuwezi kuja. Wazee wa aina yetu, na wazee wa aina yangu wako wengi, wanaopenda nchi yao, wanaopenda jeshi lao, wanaijua tabia jeshi lao, wanaunga jeshi lao na ambao wanamuunga mkono komanda in chief wetu rais wetu, eh, Dr. Samia Suluhu Hassan.